Cheki. Cheki. Unajua nimekaa hivi nikafikiria kitu ingine, Toni na Kemi. Sasa Toni, akili yako na mtoto, hata, hata mtoto, kwani, uh, hi, Toni, mtoto wangu hata hata mtoto wangu amekushinda mtoto wangu amemachwa hata kukushinda wewe. Yaani, we wanaume au una ndevu au na zinakuja au na pesa undako undako, kazani na family class buda, bonga na bro, bonga na bro. Siku zombo bonga na bro kwanza, juunajua ni aje, kemi atazunguka vitu ni mbele vitu ni mbele mimi na yeye kibanjo unajua kibanjo ni nini? Kibanjo, kibanjo, kibanjo, yani hey. Na kama unaamini basi wewe ni mbaya, tokea, tokea hey, ndei, ndei ni ni wa kao

watashinda kukua sufuria moto naunimesema tu hivi mm, sijui umri bana, hata ukuwe ni nani kwanza kuwe na nie, alafu ukose ukuje naukiniona na nimecheka sasa, itabidi tumeepa laitanasemaj mm. Sasa yeah, nikicheka wanade kameshika sasa, mi jue kakio kameshika, alafu nikushike Nikiwa solo sitambui, mko ngapi? Uzuri ni nimekumakwaza Mark. Waonyeshe hiyo juani, tuende tukashike gungana tuambie wapatie, si e, hey. Ama ni wape na bado tena aje? <coughs> mkitaka bado, simu inabonga mm. Simu ina bonga nyisi, wale mpesa nadhani mnatumia cash na cash, nadhani mnatumia mpesa. Kuna simu ya pesa na simu iko na pesa mm. Sasa toni yako ni gani yako mm? ni simu ya pesa ama what? ni simu iko na pesa

mi sijasema mtu malaki, ni malaki tu wa kwanza nielewe. Camera boy nishike, nishike fiti. Niambie Kemi kitu mimi ni so what, usisahau aje, mi nakupenda hata kama ati sijui nini ati tumekorofisha. Wewe enda matanga Devi, atukatai uende lakini

Labda ai, hata Kemi wezi kubali ni dedi, sifikia hapo, my brother Kemi... lewa tu ni hivyo ndo kunaendaga, lakini hata nyi wafame mwachage hata kutupima Kemi, Kemi achani kambia, pole polepole, najua najuaona ka mtu akunipimia, mi nakupenda, lakini aje pia umeanza kunipima, kila akili yako inakaa ni kama ni adoni, nilianza ka friend ama Maze tulianza kama rafiki kwa hivyo kidogo kidogo, mtarudi tena mguu. Hatutaki urafiki, mimi kiw, kwanza wee nikifikiria vizuri, nikifikiria tu vizuri. Acha hizo fomu, hizo fomu umeanza si fiti. Na mimi si na mi szi si, uko redi aje? niona ukizikwa na utashangaa nikiona ukizikwa. Mi ni mjanja, Nakuru nilikuja kitambo, umekuja juzi, mi ni mzee hadi huko mwambia ni wapi? Ni Nax bwana, ni Nax. Mwengiwa, uko, West. 20. 20. Ni West. -y. Mimi. West Side. Mi, Temu likuja huko hata ukilinganisha na miaka nilikuwa mtoto. Hmm. Kijana ni West. Huko kijana ni mdogo lakini aje. Kijana ni yani ni ni a long lilo. A long lilo. Mavitu. Bana. Cheki Buda, hatujateseka, hatuwezi teseka. Najua mnangoja niishiwe. Saja kwa na mpango yetu mazuri saja ndo kusema nangoja, my guy, maiga, yeah. Hatitupungue tu, sisi ah. Si, si. si Mungu analeta Mungu analeta kila siku na kila bana, siku tunasema aje? Alhamdulillah jeshi ni ala Kenya, bahati mbaya Kenya sasa una swali, wallahi tunaweza sali bado. Mimi si Mkristo, nilishaacha kanisa na si mnajua ninaitwa nani